Katika sehemu ya pili ya mume wetu pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Amin anamkuta ya rafiki yake mawazo akiwa mbali sana kifikra, anamsogelea na kumgusa, na hapo anastuka. ina maana kukuita kote kule hunisikii, anasema Amin. Amna, nilikuwa mbali kidogo, anamjibu mawazo. Naelewa mimi namaanisha, ila rafiki yangu hata kama wewe na Aisha mmeachana ndio ususie msiba kweli? Yani, nimetoka hapo Aisha, nasikitisha sana, hata wazazi wake hawakuenda. Basi ndio hata na wewe anakia anini? Achana na hayo kwanza, hebu na mbiu, leo tunaenda baharini au kuinda? Anabadilisha mada. Kwa stahili hiyo, nikwambie tu Mawazo, ndugu yangu, angalia usije kujutia, ila kwa leo bahari haiko shwari. Vizuri, twende tukainde. Waliinuka na kuanza safari ya kwenda kuchukua vifaa ili kwenda maundo. Njiani wanakutana na shujaa, wanapisha njia na kuinamisha vichwa vyao kidogo kama heshima. Shujaa anawapita , lakini anaona kama vile kuna kitu anataka kusema. Anarudi na kumsogelea mawazo. Lini utamwacha Aisha? lini utatoka kwenye akili yake? Kwa nini? Yani, licha ya kubeba mtoto wangu bado anakukumbuka wewe? Mawazo alipigwa na butwa kwamba ile mimba ni ya Shujaa. Hata Amina alishangazwa na hilo. Nini unashanga? kama unaheshima sana basi niwaache mwanamke wa ndoto zangu, japo kile nilichokitaka nilikipata, lakini bado naona sijaridhika, anasema hivyo Shujaa. Unamaanisha nini kile ulichotaka nikifanya? Anauliza mawazo. Yaani, sijui Aisha akakupendea nini, hapo sikielewa kipi. Nimejaribu sana kumwambia Aisha lakini hakunielewa, ila kwa lazima nilikipata nilichotaka, hata yeye kunizalia mtoto, lakini bado wewe upo kama kivuli katikati yetu. Mawazo baada ya kuelewa shujaa namaanisha nini, alipandwa na hasira akitaka kumvamia, lakini mlinzi madhubutu wa shujaa aliweza kuzuia hilo na hapo akapigishwa magoti chini yeye na amini. Achana naye, hana anachoweza kufanya. Alienda shujaa na kuondoka zake. Mawazo leo ndio anagundua kuwa kumbe mimba Aisha sio kwa sababu ya usaliti bali ilitumika nguvu kwamba shujaa alimbaka Aisha. Akajiona ni mjinga, kwa nini hakuwahi kumpa nafasi ya kumsikiliza? Aliinuka na kukimbia kuelekea kule alipo Aisha Anakumbuka siku alioenda kwao Aisha, ndio siku Aisha aliwaambia ukweli kuwa yeye ni mjamzito tena, baada ya kugundua asubuhi ya siku hiyo. Yaani jioni ilikuwa ni siku ambayo mawazo alienda na wazazi wake kupeleka posa ya kumooa. Anakumbuka mbele macho yake, wazazi wa Aisha walimkana na kumfukuza, lakini yeye hakuingilia kati. Hata Aisha alipomsogelea kumuomba, alimpuuzia na kuondoka. Ile ndio mara ya mwisho kuonana na Aisha. Alipata tu habari kuwa Aisha anaishi na shangazi yake Bizina. Lakini hakuwahi kuonana naye, ila akikimbia anaona hafiki huko, uku akiongeza mbio zaidi. Nyuma Amini naye alikuwa akimfuata. Alipofika alimkuta Bizina anatoka ndani kumpelekea chakula Aisha, ambacho amekikataa, alikuwa anakirudisha. Nipe nimpelekee mimi, alisema alipewa na kisha akamgeukia rafiki yake Amini ambaye alimtazama kama anaimaanisha upo pamoja. Mawazo yanaingia ndani na kumkuta Aisha akiwa amejilaza machozi yanatoka. Kwa nini hukunambia ukweli Aisha? Aisha aliruka na kumwona Mawazo mbele ya macho yake na chua, hapo sauti ikaanza kutoka na kuanza kulia tena upya kwa sauti. Umekuja, lakini umeshachelewa, alisema Aisha. Hapana, hujachelewa serikali basi mwanzo. Nitaambia wazazi wangu. Na nitatoa tena posa kwa ajili yako. Nitarejesha furaha yako. Nita na yote ile uliyopitia nitajaribu kuyafuta. Alisema mwanzo. Mimi ni mali ya Shujaa. Yapo alifanya kulazimisha, lakini tayari alishanigusa. Na kama ujuavyo, kwenye jamii yetu msichana wa mtawala haguswi na mwanaume mwingine. Alisema Aisha. Na najua kama ile mimba ni ya Shujaa. Nafikiri na yeye ataweza kumwambia baba yake kuwa alikufanyia hizo vitu. Tafadhali kwa Mungu wangu. Nisamehe mimi. Walitumia muda mwingi kuongea. Mwisho wa Aisha akakubali kuolewa na mawazo kwamba wataanza ukurasa mpya. Baada ya kukaa muda mrefu huko ndani, mawazo akatoka nje na kumkuta Bi Zina ambaye amejiwa na ugeni wa mjukuu wake, Zina ambaye yeye aliondoka baada ya Aisha kuja nyumbani kwao akiwa na mimba. Zena na Aisha walikuwa hawapatani baada ya Aisha kuwa na mahusiano na Mawazo ambaye Zena pia alitokea kumpenda. Mawazo na Amini waliaga na kuondoka, kisha Bi Zena akamgeukia. Msiba ushaisha ndio unakuja sasa hivi, alisema. Angalau hata nimekuja. Shukuru kwa hilo, alijibu na kuingia ndani ambapo alimkuta Aisha akiwa amekaa na kumsemesha na kuweka vitu vyake. Jioni shujaa aliitwa na baba yake achini na kwanza kueleweshwa. Kijana wangu, kuna jambo nataka tusemezane leo. Siongei kama baba bali kama mtawala wako. Kuna nini, unanitisha. Una usalama kweli? Kel, usalama upo, lakini unajua kuwa sisi na watu wa kutoka mlimani tuna utata wa muda mrefu, na leo tumefikia amekuja mjumbe aliyeleta ombi la ndoa, hivyo unatakiwa kuoa moja ya mabinti kutoka milimani ili tuweke udugu na ugomvi kati yetu uishe. Lakini, lakini baba, kuna mtu nampenda, alisema Shujaa. Haijalishi, tayari wajumbe wamekuja na majibu tusharudisha. mimi nampenda Aisha, baba alijibu, Aisha, Aisha ni nani? binti ya familia mzee Giza, mzee wa baraha alijibu. Shujaa, huwezi kuwa binti aliyetumika wewe, na tena alizaa bila kuolewa. hivi unafikiria utawala ni kitu gani? vipi kama nikisema mtoto ule alizaa ni wangu, hiyo unabadilisha kitu alisema shujaa. Baba yake alibaki akipiga mtwa, akam hata ule mtoto angekuwa hai leo hiyo isingebadilisha chochote, au ha utaoa. Karibu msikilizaji, hii ni sehemu ya pili, usikose sehemu ya tatu ya mume wetu, tayari kuna ukiweza unaokuja hapo kutoka eneo la milimani. Je, shujaa ata kanikiwa kumuoa Aisha ama kumuoa huyo mwanamke aliyetafutiwa na baba yake? Nini kitaendelea? Usikose sehemu inayofuata. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kuacha komenti yako. Mimi naitwa Naima Muhammad.